Rais Vladimir Putin wa Urusi amesifu kile makamanda wake walichomwambia ni kutekwa kabisa kwa mji wa Pokrovsk mashariki mwa Ukraine kama ushindi muhimu baada ya kampeni ya muda mrefu, akisema ungeisaidia Moscow kutimiza malengo yake ya vita. Urusi, ambayo imetumia jina la enzi ya Usovieti la Krasnoarmeysk kwa mji huo, limekabiliwa na upinzani mkali wa Ukraine katika vita vyake kati ya mwaka 2024 kuteka mji wa Pokrovsk iliyokuwa kitovu cha vifaa vya kimkakati vya jeshi la Ukraine. Nataka kuwashukuru, huu ni mwendelezo muhimu, sote tunaelewa jinsi ilivyo muhimu. Putin akiwa amevalia sare za kijeshi aliwaambia wakuu wa jeshi katika video iliyotolewa na Kremlin mwishoni mwa Jumatatu. Kutekwa kwa mji huo ikiwa kutathibitishwa, kunaipa Urusi jukwaa la kuelekea kaskazini katika miji miwili mikubwa iliyosalia inayodhibitiwa na Ukraini katika eneo la Donetsk, Kramatorsk na Sloviansk. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare ili kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.